Awa watoto awambaki nao nyumbani, sio? Hey. Mnafanya nao biashara huku hey. Hey. Sasa tukifanikiwa kupata hey, ubunge na mkienda kunipigia kula, tunatengeneza utaratibu, mnafanya biashara zenu hapa, lakini tunaweka na sehemu so, hmm, za hey, watoto kulala kupumzika hapa hey, hapa sawa, so, so, so, so hii ni mtoto huyu, watoto hawa wasikae mgongoni, tunaweka utu wanalala hapo, mnaendea kufanya biashara sawa. Kwani vitanda vya watoto shingapi? Kyo ni mbunge mbunge, nashindwa kuwekea vitanda vya kupumzika watoto hupo hapo vipi? Yaani nataka hawa watoto wadogo, mnapofanya biashara zenu msiwaweke mgongoni. Uweke kwenye vitanda pembeni, na neti, wanapumzika. Unamnyonyesha aina kulala pale hapo vivi. Unampongeza hey! pa mbunge wa Mbeya mjini kwa maono yake ambayo Uh, kimsingi huwa anashabihiana sana na masuala ya kitaifa, na mara kadhaa mawazo yake yamechukuliwa kitaifa. Kwa mfano, Juni 24 mwaka 2025 niliandika makala ya uchambuzi kuhusu mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini Mheshimiwa Patrick Mwalunenge kuwa alipokuwa akigombea wenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya aliasisi wazo la pikipiki kwa kila kata ya chama hicho mkoani Mbeya na akiwa kwenye utekelezaji chama chake kikatangaza kutoa pikipiki nchi nzima. Makala ile wachache ikawanunisha kwa sababu wanazozijua wenyewe hasa za kisiasa. Katika kampeni zake za kusaka kura za ubunge Mheshimiwa Mwalunenge akiwa eneo la stendi ya Kabwe jijini Mbeya, pamoja na mambo mengine yalitoa wazo au ahadi ya kujenga majengo ya matunzo ya watoto wadogo wa wanawake wanaofanya kazi katika masoko ya jimbo hilo. Baadhi walibeza wazo hilo lakini jana ujuzi, katika hotuba ya kufungua Bunge la 13 jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mambo mengine alishangiliwa baada ya kutamka kuwa serikali itafanya jambo hilo kwenye masoko nchi nzima. Mheshimiwa Rais alinukuliwa akisema, ili kuwasaidia wanawake wanaofanya kazi kwenye masoko tutaongeza na kuratibu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 kwa kuwa na maono yanayosadifu kitaifa. Alianza na suala la pikipiki mkoa mzima kwa chama chake likawa la kitaifa, akaja na wazo la matunzo ya watoto kwenye masoko, nalo sasa litafanyika kitaifa, ndiyo maana ninasema heko Mheshimiwa Mwalunenge mbunge mwenye maono ya maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu. Lakini mtazamaji, tunaweza kumsikiliza mheshimiwa rais, lakini pamoja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 kupata ubunge na mkienda kunipigia kula, tunatengeneza utaratibu, mnafanya biashara zenu hapa, lakini tunaweka na sehemu za watoto kulala, kupumzika hapa hapa, sawa? Ili mtoto huyu, watoto hawa wasikae mgongoni, tunaweka vitu wanalala hapo, mnaendelea kufanya biashara, sawa? Kwani vitanda vya watoto shilingi ngapi? Ni mbunge mbunge, nashindwa kuwekea vitanda vya kupumzika watoto hapo? Eh? Hapo vipi? Yaani, yeah. Yeah, nataka <totu> hawa watoto wadogo mnapofanya biashara zenu, msiwaweke mgongoni, tuweke kwenye vitanda pembeni na neti, wanapumzika unamnyonyesha, ana kulala pale. Hapo vipi? Sawa kabisa. Ae, hey, hey.